Barabara kabisa, mtazamaji, hatimaye umewadia wakati tuzamie maswala ya mwenge wa kaunti. Leo tukuzungumzia maswala ambayo angalau yanamhusu kila Mkenya, kama sio kijana, mzazi wake, babu yake na kadhalika. Maanake tunazungumzia maswala ya malipo wakati wa kustaafu au baada ya kustaafu, au ukipenda pia malipo ya uzeeni, lakini kwa kimombo inafahamika sana kama retirement benefits. Inakuwaje wakati mwingi watu wanapostaafu, iwe ni kutoka sekta binafsi au sekta ya umma hali ya uchochole au, au maskini inaingia punde si punde. Eh, masuala yanayoibuka Kwanini wazee waliostaafu watu waliofika umri wa kustaafu hawawezi kumudu mahitaji yao? hawawezi kumudu mahitaji na shughuli zao za kawaida licha ya kuwa wametoka ajira, aidha miezi miwili mitatu na kadhalika. Kitu gani kinakoseka? Je, ni ule mshahara uliokuwa ukipata ambao ulikuwa hautoshelezi mahitaji yao katika masuala ya kuwekeza, au ni kitu gani? Na je unafahamu mbinu na sheria za kupata malipo yako au mafaa yako wakati unapostaafu? Na, na una mbinu gani ya kuzitumia ili kuweza kujikimu na kutotatiza wengine katika familia au jamii, wakati unapopata pesa hizo. Kwa hivyo wangwana wetu kutusaidia katika kuelewa masuala haya e, bila shaka wamejipanga vilivyo, na wote wanatokea katika sekta ambayo inahusika katika kuwekeza mafao ama ukipenda retirement benefits. Nianze kwa kumtambulisha Bwana Elijah Koskei ambaye ni afisa mkuu mtendaji na pia vilevile trusti mkuu eh, kuhusiana na milipo ya kustaafu katika shirika la Postal Corporation. Karibu sana bwana Elijah, shukran sana kwa kufanya muda kuwa nasi. Pia nimtambulishe bwana Francis Odipo ambaye ni mshirikishi eh, kutoka eneo la Busia, lakini yuko katika shirika linalofahamika kama Rebel Work, ambalo ni Retirement Benefits Association of Kenya, nafikiri kama sikukosea, lakini mtatufahamisha zaidi. Asante sana. Pia tuko naye mama yetu Mary Wanjiru Ngari, ambaye pia yuko katika shirika hilo lakini mshirikishi kutoka Nairobi, atatuambia kuhusiana na waliostaafu hapa Nairobi hali koje? Je, inawabidi wote wakimbilia mashambani baada ya hali kuwa ngumu au namna gani? Hatimaye pia tuko naye bwana Benson Ambuni ambaye ndiye mwenyekiti shirikisho la malipo ya waliostaafu maarufu, karibu sana katika studio zetu. Tunamtarajia Daktari Lineto Chuma ambaye ni katibu mkurugenzi katika idara ya maendeleo ya jamii, wizara ya leba, pia na atueleze msimamo kutoka wizara ya leba lakini, nafikiri vyema nianze na wewe bwana Elijah, na nasema asante kwa kufanya muda kuwa nasi. Pengine kitu cha kwanza cha kufahamu ni mtu anapoajiriwa, hapo ndipo anastahili kuanza eh, mikakati ya kujipanga ile siku atakao staafu ama namna gani? Maanake eh, kwa mtazamo au eh, utafiti ambao umefanywa wengi wanagutukia Uh, uzeeni katika kustaafu wakati imebakia miaka miwili yeah, imebakia mm, miezi michache yeah. Je, yeah, tuarifu mtu anapoajiriwa kazi hapo ndio mwanzo unastahili kuanza kufikiria kustaafu siku za usoni ama namna gani? Asante sana bwana Nimrod. Um, ni kweli kabisa. Uh, wakati unapoajiriwa una, una uh, inafaa ujue kwamba siku moja utastaafu. Ni kama vile kusal, kuzaliwa na unazaliwa na unajua kuna stages ambazo utafuata kwa maisha mm, hatimaye -hmm. uta, utaaga dunia na. Lakini sasa kwa wale ambao wanaajiriwa kazini ni vyema wa, wajue kwamba siku moja watastaafu, na kwa hivyo jane amba, I mean safari ya, ya kuanza kujitayarisha kwa kustaafu inaanza wakati pale ambapo unapata ile employment letter yako ya kwanza umeemploiwa inafaa uanze kujitayarisha kustaafu. uh-huh. Asante sana, takuja so, kwako tu yeah. Fafanuli zaidi okay. Eh, Bwana Udipo, takwimu zinasema nini kuhusiana na masuala ya kustaafu? Eh, umri kwanza wa kustaafu ni umri wa aina gani, kulingana na mashirika aidha iwe ni sekta ya, ya umma au sekta ya binafsi, wengine walioko serikalini, na takwimu zinaonyesha nini watu wangapi wanaingia hali ya umaskini mara moja baada ya kustaafu katika takwimu ambazo mnaziuziwa? Asante Bwana Nimrod. Kwanza kabisa, ni lazima kila mtu kujua kwamba uh, vile mwenzangu amesema, wakati unapoajiriwa unaanza kujipanga siku hiyo, na kwa vile mimi ni mshirikishi wa Bosia, uh, wale watu ambao wanastaafu wale ambao wanatoka kwenye kwenye kwenye kuajiriwa mm -hmm. ni wengi sasa siwezi kuwa na ile namba exactly ya wale ambao wana, wanajewa lakini ni wengi na. sasa ule wengi ule, ule, ule ule ule ule wow. wao uh, uh, uh, uh, makisio ya wengi wanastaafu kati ya umri gani wow. pe uweke katika wastani na ule m, umri mkubwa zaidi. Kuna, kuna wale ambao wanastaafu kilazima kufikia miaka sitini na. Exactly ukifika miaka sitini na. Ili kulingana na, na, na, na, na, na serikali inafaa uwe umetoka kwenye ile orodha ya wale ambao wanafanya kazi kwa serikali, lakini kuna wale ambao wana, wana, wana, wana, wana choose naona kustaafu hapo katikati na. Wale wale ambao wanaamua kwamba mimi nimefanya mm -hmm. Nimetosheka mm -hmm. Ninafa sasa wakati huu nito, nitoke na, yeah. na, na. na wakati wanapotoka mmedadisi uh, hali inakuwaje, kwa sababu kama vile umetoka Busia mm. Je, imetokea kwamba kuna wale wanastaafu kutoka miji mikubwa mm. Na unawakuta moja kwa moja wanakuja nyumbani sio? mm. Kwa sababu wamejitayarisha kule nyumbani ni mm. Kwa sababu hali imekuwa ngumu kuishi katika miji mikubwa mm. na. Hali, hali Bwana Nimrod ni mbaya. Ukweli wenyewe wale ambao wanafanya kazi mijini wakiendelea kule, wakati wanafika kiwango cha kwamba sasa warudi nyumbani huwa wengi hawajajitayarisha. Kujitayarisha kivipi? Huenda pengine hata nyumba hawana, inabidi sasa watumie hiyo pesa ambayo wanapewa wakati wanapostaafu. Wanapostaafu ndio waende sasa waanze mipango ya kujenga nyumba. Sasa wale ambao wanastaafu wakiwa mjini, huwa wakifika kule nyumbani huwa wanapata shida nyingi sana kuanza hapo, na wengine wakianza wanaanza misingi ya nyumba shida hutokea kwamba hata kabla hawajamaliza nyumba mauti inawakuta. Yeah, na no. No. Yeah. No. shida no. Asante sana eh, kwa Mama Mary eh, hapa Nairobi. Najua wengi wanajikakamua eh, lakini kama alivyosema Bwana Odipo ni kwamba utakuta kuna wengine hawajajitayarisha. Sasa swali la kujiuliza, kuna sekta mbili muhimu, sekta ya kibinafsi na sekta ya umma ambapo wote tunastaafu kwa wakati mmoja lakini tueleze eh, ni nini hasa kinaleta tatizo, kwa sababu leo tunazungumzia uchochole baada ya kustaafu, watu ambao wanaingia katika hali ya umaskini punde tu baada ya kustaafu huwa ni kwa kuwa vitu gani hawakuzingatia wakati wako kwenye ajira? Ni mbinu gani hawakutumia kuwekeza? Na pili, je, huenda ikawa pengine mishahara waliokuwa wanalipwa haiendani na gharama zao za kila siku za maisha, kwa hivyo ikawa vigumu kwa wao kujipanga kwa siku za usoni? Asante sana, Mr Nimrod. Kusema ukweli, watu wakistaafu huwa wanakuwa na shida kama vile mwajiri Mr Koski amesema, ya kwamba ukiajiriwa ndio unajua ya kwamba kuna siku utastaafu uta, uta, lakini ni kama kwamba wengi huwa hawanja kubali, wanaona ni kama kwamba wataishi kwa kasi. Miaka yote mbeleni ilikuwa ni miaka hamsini, ilikuwa hamsini, hamsini na tano, hamsini na tano. Halafu ndio serikali ilipoingia ingine ya um, Mwaikipake ikawa imeongezwa kuwa sitini no. So watu wakasema afueni kwa sababu sasa yule alikuwa anajipanga ataanza kujipanga no. Ambapo hata pia hiyo kama ni miaka kumi mtu anaweza kuanza kujipanga, lakini miaka tano no. utapata uko na shida sana, kwa sababu wengi pia bando wanasomesha watoto wao no. watoto wako shule, wengine wako hata ma... Uh, katika <coughs> sekondari ama no. primary lakini no, unaona kwamba wakistaafu watu wengi si ati hawakujipanga, kuna wale walinjipanga na kuna wale hawakujipanga no, inalingana na venye mtu alikuwa analipwa pesa. Aha, kuna sana sana katika sekta za Mm, sidhani kama ni sekta zote lakini natumaini ni zote. Kwamba kila mtu ulipwa pesa yake ya kustaafu kulingana na grade yenye ulikuwa umefika ukiwa kazini. So unakuta ya kwamba kuna yule alikuwa kwa grade ya chini kidogo na alikuwa amefanya kazi miaka mingi. Walikuwa wamechelewesha hata hii mambo ya kuongezwa promotion. Unaona kwamba Mungu anakaa kwa nini grade moja miaka mingi, kwa hivyo mtu kama huyu anakuwa na changamoto akisha retire, awe yako kwa private ama kwa serikali

Uh, uh, pension. Pension unapata ni kidogo sana, kulingana ile ingredi yako. Kwa hivyo hiyo pesa hata inakufanya uvikirie sana, utaanza wapi no? Watoto wengine wako bando wako shule wako, wako, wako, wako ma colleges hawajamaliza, so unapata kwamba wako na shida nyingi sana, ndio naona hata wengi wanapata pressure no. Wengine wanapata na wana magonjwa mengi ya sukari, wengine hata hawajengi Unaona, mtu anakaa tu ile nyumba alikaa hata kabla anja anjaanja anja kufanya kazi hmm. Na anarudi kule wazazi wake walikuwa, hey, anaenda <laughs> tu hata anaenda kukaa kwa wazazi wake, anaenda tu anapewa nyumba ilikuwa ya, ya wao <laughs> wakiwa vijana akae pale no. So unaona wengine hata wanaona ni changamoto inakuwa nyingi mpaka wanajihisi wana, wana wana ni kama kwamba no. There nothing nah. Wanasahau kama walikuwa wanafanya kazi wale wengine. Mimi kama kuna mtu amekuwa ame, ameinuliwa kiwango, unaona wanawaambia sasa, huyu amefanya kazi mpaka amestaafu, muangalie hata kiatu ni pia moja. So wako na changamoto nyingi sana nah. Kwa sababu gani? Shinda ni shinda, tutakuja unieleze shida nyingi kutoka kwa wale ambao wamestaafu kutoka Nairobi na wanakuelekea mashinani kama alivyotajia bwana Udipo eh, bwana Bernard, kama alivyosema mama Mary, ni kwamba ni ukweli kuna wale ambao unaweza kuwalaumu kwa aidha uzembe wao kwa kutojiandaa, haswa wale ambao wanapata mapato ya juu wa, lakini kama alivyogusia ni kwamba katika sekta ya umma haswa utakuta kuna mfanyikazi ambaye ameketi katika sekta moja ama gredi moja kwa muda mrefu, si mapenzi yake kwamba hajapandishwa cheo na kadhalika. Kwa hivyo mshahara, mshahara aliokuwa nao ameuanza na anakamilisha pengine kustaafu na mshahara ule. Unaweza kumlaumu mtu kama yule kwa kutojipanga iwapo anafika sehemu ya kustaafu na haja Hana, hana mapato mazuri. Je, lawama ni yake yeye au lawama iko katika usimamizi eh, sekta ya umma? Asante bwana Nimrod tena kwa kutualika. Karibu sana. Nafikiri hili jambo la kustaafu sana sana nitazungumzia upande wa idara ya serikali hmm? Izungumzie kwa mapana kwa sababu mfanyakazi wa serikali anapoajiriwa kitu ya kwanza hana njia nyingine ya mapato mbadala hmm? mshahara ndio wake na. haruhusiwi kufanya biashara hata kuna sheria kali sana ukikuta ukifanya biashara huwezi kubaliwa kufanya biashara so hauna mapato mbadala mshahara ni ule na. wengi wanaingia kazi na pia ukumbuke masaa ya kazi masaa, kazi. Kazi, umeandikiwa masaa unaingia saa mbili, una saa unatoka saa 11 masaa masaai ingine ni ya kung'ang'ana vile utafika nyumbani vile utafanya nini Masaa saa saba ya kwenda lunch ama kutafuta chakula ya kukula ni kwenda kulala chini, kwa sababu pesa ya kukula mara nyingi wengi hawana hmm? sasa mtu kama huyu, kumlaumu kwamba hajajipanga pia si fea kwake hmm? kwa sababu angejipanga na nini mtu hmm? anapata mshahara, akipata mshahara kitu ya kwanza anaambiwa enda, ekeza kwa shirika, kwa sacco, kwa cooperative, itakusaidia ukistaafu eh? anaenda anaweka pesa kwa sacco na, na mara kuna pension schemes kama wale wako kwa pension schemes, anawekwa kwa pension schemes, anaweka pesa yake kwa insurance. Unaambiwa sasa siku pesa yako yote unapata wakati inafika miezi kumi na mbili, unaambiwa unaweza chukua loan. Mtu anaanza kuchukua loan, mshahara unabanwa. Kumbuka amelipa rent, amelipa sasa, ngoja hata hatujafika, hatujafika hapa. Amechukua mshahara mpaka amebana kale kanet, sasa ndio kakulipa rent na hakatoshi anategemewa na wazazi, kwa sababu hii kizazi yenye kimestaafu saa hii, si wale wanategemea wazazi, walikuwa wanategemewa na wazazi. Unategemewa na mzazi, unategemewa na familia, unategemewa na extended family hmm. so huyu mtu mapato ya kuekeza ile ataweka semeni yake ni ile anakatwa, ikienda kwa uh, vyama vya ushirika, ile inaenda kwa skim za pension, ile inaenda kwa NSSF, ile inaenda sasa ukwe, kuja kumlaumu kwamba hakujijenga hmm? no, saa ingine no, mwakwa, si fea sana no, kwake lakini no, wale wako na mishahara mikuu na ujue kwamba wale watu wanataabika sana, bwana Nimrod, si wale wasimamizi, si wale makatibu, si wale wakubwa What ne wale madirectors, wale wasimamizi, managers wale wako katika hali ya no, wepesi no. kidogo wa maisha hmm? no. lakini ile grupu kubwa sana ya kiwango cha katikati kuregea chini, ambao pia ndio wengi sana hao ndio huona tabu sana kwa sababu yeye mshahara umebanwa, umebanwa, umebanwa. Sasa hata ukimwambia kuna pesa za ziada za kuweza kujiandaa na nayo, unakuwa unamdanganya. Asante sana bwana Benard, hapo nafikiri wazo zuri uh, sana kusimamia. Hapo tupate mapumziko kidogo, manake mkoko ndio unaanza kualika maua. Tuna mengi ya kuzungumzia ikiwa utataka kuchangia kwa maswali kupitia maswala ya kustaafu. Najua kuna wale wanaotazama ambao walistaafu ama wanaelekea kustaafu, hawajajua watajipanga vipi, jinsi ya kupata mafao yao au mapato yao. Yote hayo tutakueleza baadaye, manake tuna muda mzuri tu wa kuweza kuzungumza. Usiende mbali, tunarejea vipindi